Na sasa ni wa saa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa tatu usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania. Karibu tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe, ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wao, ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa ya nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla, lakini kwa siku ya kesho, kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan mkoa wa Kagera, mkoa unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, Mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.